Ni mimi mtangazaji wako ndugu Salmini Amri Alfani kutoka Mbagala Online TV, na kwa leo tumetembelewa na wageni, wetu, na wageni kutoka kwenye studio yetu. Wageni hawa ni vijana mahiri kabisa, viongozi waliobobea katika, katika, katika uongozi. Kwanza kabisa, upande wa kulia nipo na mheshimiwa Raisi mstaafu wa chuo cha kumbukumbu ya mwalimu Nyerere ndugu, ndugu Godson Peter Munisi, na upande wangu wa kushoto nipo na ndugu Jumanne Mkangwa ambaye pia ni, ni, ni, ni mwenyekiti mstaafu wa umoja wa vijana CCM 2021-2022, chuo cha kumbukumbu ya mwalimu Nyerere. Ah, kwa ufupi nadhani kabla hatujafika mbele na kuendelea na mada yetu, uh, kwanza uh, watusalimie walau tusikie sauti zao, hujua viongozi hawa wana sauti zao za kitofauti kabisa <laughs> eh, karama zao ni za kitofauti hivyo basi tuwasikilize kwa maneno mawili matatu kwa salamu alafu tutaendelea na mada kuu iliyoleta hapa ofisini kwetu. Karibu sana nei. Uh, asante sana ndugu mwandishi wa habari wa Mbagala Online TV. kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia kipekee ni wapongeze nyinyi na nishukuru pia kwa nafasi hii, mara chache sana tunapata. Uh, kwa jina naitwa Godson Peter Munisi, rais mstaafu wa serikali ya wanafunzi maso chuo cha kumbukumbu Mwalimu Nyerere campus ya Kivukoni. Eh, unaweza kuniita mzee wa Msoga. So, Msoga baada hapa ni wapi? Eh, kule taangalie mbuzi wangu <laughs> kweli kabisa tunashukuru <ba? laughs> eh sana <laughs> yeah. Ni ndugu PGM wanamuita PGM elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili rais mstaafu Maso upande wangu wa kushoto pia nipo na ndugu uh, Jumanne Mkangwa mm. ambaye pia ni kiongozi mbobezi kabisa eh, kiongozi mwenye kada yake timamu eh, <laughs> e, nimpe fursa kidogo kujitambulisha. Karibu. Asante ndugu Salmini mm. Amir, uh, nashukuru. Nashukuru kwa fursa hii, karibu sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa pumzi na uh, kutufikisha siku hii ya leo, yeah. lakini nashukuru Mbagala Online TV kwa kuona kwamba uh, sisi tuna tosha kuwa wageni wakuja kuchangia hmm. maada ambayo ulikuwa umeiandaa. Kama ambavyo umenitambulisha, naitwa Jumanne Mkangwa ni mwenyekiti mstaafu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tawi la Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Naomba niweke, niweke, niweke sawa hapa, tukisema tawi la Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere wasije watu wakatafsiri kwamba kile chuo ni cha siasa. Hapana. Uh, sisi ni wanachuo lakini mm. tuna itikadi zetu kama ambavyo wengine wote wana itikadi zao na tunafanya shughuli za kisiasa na tuna mm. tawi letu ambalo liko nje kabisa Dr. na mazingira ya, ya chuo Ingele. na haihusiani kabisa na mazingira ya chuo lakini tunajihusisha na, na siasa. Kwa hiyo lazima tutambulike kwamba ni uh, wanajumuia wa Chama cha Mapinduzi lakini tupo katika tawi la chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Sa, sa. Nashukuru sana kwa fursa. ha, ya na, ya na, na, nashukuru sana ndugu mwenyekiti na nilikuwa nikidhani pia iko chuoni chani cha siasa kkisio cha siasa kabisa, kisio kihistoria. Kihistoria, tukitaka kuangalia historia huko eh, yeah, eh, nyuma hiki chuo kilikuwa ni cha siasa. Ah, okay. Lakini inapokuja sasa, tuko kwenye mfumo wa vyama vingi. Ah, mm. uh, sasa ah, uh, hatuwezi kufanya kiwe cha, ch cha siasa chuo cha siasa italeta mkanganyiko mwingi sana, kwa hivyo acha ah, siasa tufanye siasa nafasi zake, lakini tufanyezake lakinind ha, na mada yetu kubwa hapa mezani leo nikiwa na viongozi hawa bobezi kama ulivyosikia Uh, upande wa kulia ni Mheshimiwa PGM Rais Mstaafu 2021 2022 na mwenyekiti uh, ndugu Jumanne Mkangwa wametembelea uh, leo katika studio yetu ya Mbagala Online TV uh, na kwa sababu anatoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere tuna ijadili haswa haswa moja ya kozi ya msingi ambayo inapatikana kwenye chuo hicho, na ni kozi ambayo inapendwa na wengi na inaonyesha utofauti kati ya vyuo vingine. Uh, ni kozi hii inaitwa kozi ya uongozi na maadili. Uh, ndugu mtazamaji uh, kwanza tungependa najua na unatamani ujue gani, uh, ye, ina umuhimu gani hii kozi? Hii kozi ina umuhimu gani, inatolewa na watu kwa watu wa aina gani? Eh, nianza na wa kulia kidogo, tupate umuhimu wa kozi ya uongozi na maadili inayotolewa katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere hmm, na inatolewa kwa watu wa aina gani haswa haswa ama, hmm, ni watu wowote hmm? Eh, karibu sana ndugu, pigia, yeah, asante sana naam sana kwa nafasi nyingine uh, kipekee ukiangalia chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere hmm. Yaani ni chuo ambacho kinaishi falsafa hmm. ya hayati Mwalimu Julius Mbarage Nyerere. Kwa maana yake yule ni muasisi, lakini pia jina lake tunalitumia sawa mm. kwenye taasisi yetu ya chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Lakini pia ukiangalia kwa haraka haraka uh, kwa kutoka Tanganyika mpaka tukaungana Tanganyika na Zanzibar mm. Mpaka tukaja tukafika kuwa Tanzania, ni harakati za hayati Mheshimiwa Karume, hayati baba wa no. taifa hivyo mm. Basi ndio maana hata leo hii unakuta kuna baadhi ya kozi zinatolewa chuo cha kumkumbwa Mwalimu Nyerere huwezi kupata kwenye vyuo vingine kweli. Hapa unavyoona wiki jana tulikuwa tuna kozi ya uongozi na maadili, kozi hiyo wahitimu si chini ya elfu nne sawa, ya elfu nne vijana wanapikwa ndani ya siku tano, wanaandaliwa vizuri kwa kutengenezwa kuwa viongozi wa kesho wenye uongozi na maadili mm. unaweza kawa kiongozi, lakini usio na maadili mm unaweza kawa na maadili hmm. lakini una zile ethics za uongozi kwa, kwa, kwa. Maana yake pale ukiwa unapikwa ndani hmm. ya siku tano, huku unapata kozi ya uongozi hmm. na maadili. Unaweza ukatoka pale ukiwa tayari unajua namna gani unaweza kwenda kuibadilisha jamii yako kwenye mitazamo mbalimbali, umekuwa kwenye jamii yako, taifa, hata kimataifa. Kimataifa ya mfano ukiangalia kwenye diplomasia ya kiuchumi hmm. umeona, tunafundishwa hmm namna e, kutatua migogoro taifa moja na taifa lingine mm, tunafundishwa namna ya unyanyasaji, ukatili wa kijinsia nakuwa ni mbaya sana ta, mm. kuna watoto wa kike wanafanyiwa matendo ambayo sio mazuri mm. Yaani kuna jamii ambayo ukienda, mheshimiwa mstaafu, mwenyekiti mm. mtoto wa kike yeye apike, aoshe vyombo, alime, afanye kila kitu, aandae mboga, na wakiume sisi ni kula. Na hizi jamii ni nyingi kweli kweli sisi ni kula. Baada ya kula na haja tunawisha atoe vyombo na kwa kupiga magoti na kila kitu. Sasa kuna haja ya baadhi ya vitu kubadilika, ipo haja kwenda wote kwa pamoja, kwa jinsia zote mbili sawa moja, tusikandamize sana nyingine tukaipa kipaumbele. Umeona hata sasa hivi kwenye masuala ya uongozi wanaanza kuja wamama, wanaonekana kwa kasi kweli, inapendeza. Alikadhalika hata kwa upande wa wanaume wengi baadhi unakuta wanafanyiwa ukatili, unakuta kuna baadhi hata wengine, mtu tu anaweza akalazimisha kumwingilia labda kinyume yeah, na maumbile yeah, sasa ile kupata dawati ya kijinsia ku, ku, kupaza sauti, bwana nimefanyiwa moja mbili tatu, kama wanaume vigumu vigumu, asemi. Umeona mmona, kwa maanake kama tukipata hii kozi tukifika kwenye jamii zetu tukiweza kusimamia haya kuyaishi haya, wanajitokeza watu mm. una washauri wanafika kwenye madawati ya kijinsia eh yanakatazwa, alikadhalika ya. E, kwenye masuala ya rushwa kabisa, watu wanajifungulia njiani. mm. Mtu anapewa kipaumbele li yule ambaye amepitisha kibahasha mm. Sasa hatuwezi kutengeneza taifa ambalo ni zuri lenye mashiko kama tuki tukiwa mm. na ile swala la rushwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi sana tunavipata kwenye ile kozi ya uongozi na maadi, ndio maana mm. unakuta wale wote wahitimu timu mwaka wa tatu, mwaka wa pili ambao wanasoma pia diploma na ngazi ya cheti kuwa na timu kwa mlao unavyoona, semester ya mwisho ya mwezi mm. wa saba, basi wanapataga hiyo kozi ya uongozi na maadili basi lengo kubwa tu wakishaenda huko waende kuzalisha, waende kujitoa kulingana na muasisi wetu baba wa taifa na chuo chetu. Na hivi vyote hii kozi huwezi kuipata sehemu nyingine yote. Unaweza kupata kozi ya uongozi, lakini kozi ya uongozi na maadili unaipata mwalimu Nyerere pale. Umeona, kwa kuna ile haja ya kuweza kujivunia. Tunapataga pale, wageni wanakuja wanasoma kutoka vyo tofauti tofauti kwa ka utaratibu tu mzuri. mm. Manake pia yeah, kwa hiyo machache nadhani pia kuna mheshimiwa mwenyekiti hapa nadhani mm. mm. na, na na mm. na, na, na, kuna kidogo nikurudishe PGM ni, ni, ni, ni, ni haswa haswa ni, ni mm. hiyo kozi ya uongozi na maadili yako katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mm. wanapewa watu wa aina gani? Eh, e, whether ni watu wote tu anayetaka mtaani kuja kusoma ajisome, ama ni wanafunzi tu anasoma mwanafunzi peke yake ambao ni mhitimu katika chuo hicho ama ni inakuwaje? Uh, hii kozi kwanza hapo nyuma ilikuwa wanaisoma ndani ya miezi mitatu kwa utaratibu. hmm. hmm. awe ni mtu kutoka nje hmm. chuo jirani kwa utaratibu wao maalum hmm. ndio maana hata sasa hivi wanaona kuna masters wanaiandaa wataitoa kwa ajili ya kozi hmm. kwa utaratibu maalum. So, kwa watu ambao wanahitajika hasa kwenye kozi hii ni wale wanafunzi pendwa Mwalimu Nyerere kwanza, ni kama tu zawadi wanatunikiwa. Bwana sasa nye mtoka Mwalimu Nyerere tunawapa zawadi na muende, hebu tukasikie huko mnawika mm -hmm. vipi? mm -hmm. Eh, sasa kwa wanafunzi wa ndani lakini pia tunaonaga kama kuna wengine kutoka vyo vingine Sawa sawa. Nakushukuru sana yeah. Nakushukuru sana kwa mchango wako mm. Lakini pia tunaye pia mwenyekiti wa UVCCM nadhani ana mm. mawili yanaye kusema mawili matatu mm. Nikukaribisha sana. Asante. Naam. Ah na uh, namshukuru uh, mheshimiwa rais mstaafu uh -huh. hapo wa serikali ya wanachuo uh -huh. ameongea mambo ya msingi sana kuhusiana na hii kozi ya uh, maadili ambayo inatolewa na chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere uh -huh. Mimi mimi nichukue fursa hii Kuh kutoa pongezi za, za dhati kabisa kwa uongozi mzima wa chuo mm. kwa sababu una, unafahamu uh, wanachuo hawa wamekwisha maliza kozi zao za miaka mitatu mm. miaka mm. miwili yeah. Lakini bado uongozi wa chuo kaona kwamba hapana, haitoshi tuwaongezee kitu Walang. kingine cha ziada yeah. Kwa ajili ya kuwaboresha zaidi, mimi natoa pongezi za dhati mm. Ni jambo la kuibwa na kama ambavyo mheshimiwa rais uh, mstaafu wa serikali ya wanachuo alivyosema ni kwamba kozi hii haitolewi na vyuo vingine vyovyote hapa Tanzania isipokuwa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Bahati, ni bahati kubwa sana mm, nataka na, na, na, na, <coughs> wa, watazamaji wafahamu kwamba kozi hii inatolewa bure bila malipo kwa wanachuo wahitimu mm, okay. Wanasoma kozi hii bila malipo yoyote, sina uhakika lakini nadhani kwa wanaotoka nje kuna wanachangia na vitu vingine. Lakini ni kozi ya okay. thamani sana kozi ya thamani sana ambayo ukitakiwa kulipia pesa yote ile kweli unatakiwa ulipie kwa sababu mm. ina thamani kubwa kubwa sana kwa hivyo natoa pongezi kwa uongozi wa chuo mm. Na kimsingi mimi mwenyewe nimehudhuria uh, kozi hii nimejifunza mengi, unafahamu tayari mm. Hapo unanita kiongozi ama ni mwenyekiti la, mstaafu la. Lakini unakuja unagundua kwamba kumbe kuna mambo mengi nilikuwa bado siya, siyajui mm. ushaona mm. kwa hiyo ni kozi ya msingi sana. na Mheshimiwa Rais mstaafu hapa ametoka kusema kwamba sisi tunapotoka hapa tunaenda kuwa chachu. Unafahamu, wanasema kwamba mabadiliko, wanasema changes begins with you. Yeah, yeah, kwa okay. hivyo okay, nadhani kundi hili kubwa la wanachuo ambao wanasoma kada tofauti tofauti, walimu, mambo ya uhasibu, mambo ya uongozi wa jamii, mambo, mambo kadha wa kadha, yeah. mambo ya ajenda yeah. sio hawa wanapotoka hapa naamini kabisa wanaenda kuwa kana kwamba ni, ni, ni njiti ya kibiriti imewashwa inaenda kuwasha msitu, kwa maana kwamba wataenda kusambaza, kusambaza, kusambaza mafunzo haya au kuwa chachu ya kubadilisha jamii kubwa ya, ya Watanzania, kwa sababu kundi la watu wa, watu elfu nne na zaidi sio watu wachache kweli, au wakisambaza Tanzania nzima anaenda kuleta athari kubwa sana kabisa kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ni kitu kizuri ambacho chuo kimeanzisha na kwa kweli binafsi nimejifunza vitu vingi uh, nilikuwa nafahamu uovu wa rushwa uh. nafahamu vizuri lakini uh. leo nimejifunza aina tofauti, tofauti za rushwa unajua kuna baadhi ya mambo unafanya unadhani kwamba uko sahihi kumbe unaendelea una una, una, una, una, una, una, una, una, unafanya rushwa yeah. kwa hiyo nimejifunza leo hii nimejifunza mambo ambayo unaweza ukafanya ukawa umeingia kwenye kundi la kutoa rushwa na hata repercussions zake, adhabu zake zinakuwaje? Yeah. Nimejifunza kwa hivyo, kwa kweli nashukuru sana mimi, hayo uh, ni na kushukuru sana ndugu mwenyekiti, ni Mbagala Online TV na hawa ni wageni wetu wa leo na wametupa funzo kubwa sana katika umuhimu wa uongozi na maadili, na nadhani wewe mtazamaji unatamani uelewe ikozi inakuwaje. Uh, nadhani tu ni waache kidogo waseme, waseme mawili matatu walau wa kutoa maoni kwako wewe mtazamaji, wa kuambia mawili matatu ili utamani walau kufika kwenye kile chuo kusoma ikozi ya maadili na kujifunza umuhimu wake pia. uh, nadhani na, pia ndugu PJM ana, ana, maono, ana maoni yake nadhani kakaa pale anakijua anakijua vizuri kile chuo, na ana mambo mengi ya kusema, anakupa sifa zake pia na anakupa umuhimu, umuhimu kasha uongelea, lakini anaku, anakudodosa eh, uone ladha ya kwenda kusoma ikozi katika chuo kile. Karibu sana, asante uh, Kipekee tena, labda kwa kwa maoni tu haraka haraka kulingana na muda mm, kweli, uh, uh, ni shauri pia kwa management ya chuo na uongozi mzima wa chuo, kwa kipindi kingine waendelee kuboresha zaidi na zaidi hata ikibidi isiwe siku tano tu watoe kwa muda mrefu kidogo mm. Au ikibidi pia hata kama mitaala itakuwa namna gani, vipi wataitengeneza, iingizwe kwenye, kwenye kitivo chochote oh. cha chuo au kwenye idara yoyote, hata ya uongozi na maadili, ili hali kwamba mtu akija kufanya udahili kwenye kozi ingine, mfano za maendeleo ya jamii mm. A, na kozi nyingine basi haikuti hata hiyo ya uongozi na maadili awe anaweza kuisoma tu moja kwa moja maana mm, okay. Mm, unaweza kukuta kwamba kuna hizi siku tano mwingine akapata dharura kiafya mm, mm. Lakini asiisome lakini kama haipo kabisa kwenye website ya chuo na mm. ipo kabisa imesajiliwa, mtu anaweza katenga muda wake rafiki mm. siku yoyote akaja kasoma. Sawa, nashukuru sana ndugu PGM mm. Na mm. nadhani kwa sababu aa, kipindi hiki ni kipindi ambacho ndipo tupo katika, katika maandalizi haswa haswa mm. ya kwenda kufanya tukio kubwa Agasti 23 mm. na tukio hili mm. sensa e, sensa ya kitaifa, na kwa sasa hivi tupo kwenye maandalizi, na nadhani wana mawili matatu ya kuongelea, kutoa ushawishi, kukuambia wewe mtazamaji umuhimu wake wa hii sensa. Karibu sana, nianze ni anze na mwenyekiti mm. mwenyekiti, karibu sana. Sisi, eh, sisi tuna kauli yetu, tunasema kwamba Uh, jambo la mama ni, jambo letu oh. Jambo la mama ni jambo letu, jambo la mama kwa maana kwamba, uh, sisi tunatembea na maono ya, mm. ya, ya mama. Mama ana mipango mingi sana kwa ajili ya taifa hili la, la, la Tanzania, na mipango ili iende ni lazima tuwe na takwimu no, takwimu za watu, ushaone. Kwa hiyo ni lazima tujijue tuko wangapi, ili kila mtu bajeti yake ijulikane ne kwa hivyo, mimi nichukue fursa hii kuwaasa watanzania wenzangu no, na ninyi ambao mnatuangalia hivi sasa, na ninyi pia muwe wajumbe kuwafikishia uh, taarifa hii watu wengine kwamba jambo la kuhesabiwa uh, ni jambo la kizalendo, ni jambo la kizalendo. Ni lazima tujitokeze kwa wingi sana, tuende tukahesabiwa, kwa sababu si jambo la kuchagua, ni jambo la muhimu kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu sisi wenyewe. Kama hautanufaika wewe, atanufaika mtoto wako, wajukuu zako na kadhalika. Kama tunavyofahamu, sensa inafanyika kila baada ya miaka kila baada ya miaka kumi kwa nchi yetu kwa nchi yetu da, da, kwa nchi yetu. Kwa hivyo maanake ni kwamba kinacho, kinachofanyika kitakachofanyika katika kipindi cha miaka kumi oh, ijayo kinategemea na takwimu za idadi ya watu tutakazo kuzipata katika mwaka huu. Ndugu zangu, twende tukahesabiwe. Asante sana, mimi nitahesabiwa e, wewe je? Ah, tuendelee. Ndugu ndugufije, mkaribu sana naam. E, asante na mwenyekiti amefafanua vizuri sana, mwenye kuelewa ameelewa. Eh, mwenyekiti mstaafu, labda mimi kuongezea kidogo. Mfano kwenye familia mm -hmm. Baba analeta chakula kutokana na no. namba ya familia. Familia ina watu, huwezi kuleta viazi vya elfu mbili mm -hmm. Wakati familia yako inahitaji viazi vya watu elfu moja na maana gani, tumeelewa. Kila mmoja hawe tayari kuhesabiwa aweze kupata steiki yake kuanzia kwenye ngazi ya tarafa mm -hmm. Kitongoji, kijiji, halmashauri mpaka, mpaka taifa kabisa taifa. Taifa. Nipo tayari kuhesabiwa, wewe tayari kuhesabiwa, tupo, tupo, tupo tayari kuhesabiwa. Na sisi tunasema tena eh, tupo, tupo tayari kuhesabiwa. Wewe, je? <laughs> Ah, ni online, ni Mbagala online TV, na nadhani Uh, wana majukumu mengi sana viongozi wetu uh, bado bado wana majukumu mengi ya kitaifa. Na hii nadhani ni siku ya Aljuma weekend, inaanza wana mambo mengi pia kwenda kupumzika na familia zao. Mtusamee mtu radhi, na tunawashukuru sana na <laughs> <laughs> kushukuru sana mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti <laughs> rais <laughs> sana sana mwenyekiti rais mstaafu asante. Ndio msoga h lita 5 alao ya kuna maziwa Sawa. So, uh, na nadhani tu tunafikia mwisho kabisa wa kipindi chetu na muda unatupa mkono. Ni Mbagala Online TV, tuwakaribishe tena kwa wakati mwingine kuangalia chaneli yetu. Usisahau kusubscribe ku, ku, click kengele uh, kengele takuja pale kengele, pia kulike na kushare kwa magrupu tofauti tofauti kwa ajili ya kukuza uh, chaneli yetu ya Mbagala Online TV. Ni mimi mtangazaji wako Salmini Amri Alfani. Karibu sana. Si, asante.